Nao viongozi wa Kenya Kwanza wameelezea azma yao ya kufanya kazi na Wakenya wote ili kufanikisha miradi ya serikali serikali. Naam, wakizungumza no, katika hafla mbalimbali viongozi mbali hao walipigia debe muungano baina ya Rais William Ruto na kiongozi wa KANU Gideon Moi ambao walisema ni hatua ya kwanza ya kuunda uwiano na msingi thabiti wa siasa za mwaka 2027. Sasa Mombasa Port inaenda kupanuliwa, inaenda kuboreshwa kwa gharama ya bilioni 41. Tunasema yeye ni tu, Rais Ruto ni tu, Rais Ruto ni tu. Ikifika 2027, tuungane kabisa, tusiwe second class members. Mimi nataka mujitokeze, mwandikishe kura, na uongozi haiwezi kukuja kama mnakaa hivi hivi, lazima mtafute marafiki. Lazima muote usiku na mchana, vile hii kanisa imeota imenileta mimi na msalia, ili mfaulu.